Waziri Mkuu mstaafu wa Tanzania, Mizengo Peter Pinda, amesema kuwa Tanzania imepata heshima kubwa kutokana na utekelezaji wa mradi wa treni ya kisasa ya umeme SGR Mradi huo, ambao ni wa kihistoria, unaleta manufaa makubwa kwa uchumi wa taifa na ni ishara ya maendeleo ya kisasa katika sekta ya usafiri wa reli. Aidha, Pinda amewashauri viongozi wa shirika la reli TRC kuhakikisha wanakuwa na wataalamu wa kutosha watakaoweza kusimamia vyema mifumo ya treni za umeme ambapo itasaidia kuhakikisha kuwa mradi unazalisha mapato mazuri na hivyo kuchangia katika maendeleo endelevu ya sekta ya usafiri nchini. Reli hii kwa Tanzania imetujengea heshima kubwa sana kubwa sana, na wale ambao tunapenda vitu hivi vitusaidie kutu, kutu, kutuonyesha duniani tulivyo. Kwangu mimi hii ni jeuri ya wa Tanzania kabisa. Sasa kwa bahati nzuri mbaya, siku hizi hata ndege siruki, nimekuwa mpenzi wa SGR nikichukua option nyingine nachukua gari, lakini hili jambo ambalo linasemwa ufanisi wa reli ni mkubwa sana sasa Kama mwaka jana mwezi gani, sio ndio tumeanza mambo hayo bla, bla, bla. Leo nazungumza watu milioni mbili, mapato zaidi ya bilioni hamsini, na naona ndani ya kipindi kifupi tu. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba ndoto hii imetusaidia ime sana, ilipotumbulika ilipotumbuka hivi, unaona kabisa kwamba serikali haikufanya makosa. Kwa mimi nacho ninachoomba tu sasa hivi ni kwamba tuendelee kujaribu kuimarisha na kuongeza utendaji wetu wa kazi katika jambo hili k, kwa kitu cha kwanza ni kuitangaza tuitangaze sana sana reli hii na tutangaze sana unachokiona unapokuwa umepanda mabehewa haya. Mimi nimepanda kwa mara ya kwanza humu. Ah, sikuamini. Ha, naona nimekaa nimestari tu. Halafu kikubwa zaidi ukitupa macho kushoto, ukichupa macho yako kulia, unaangalia hali ya nchi ilivyo bora na mimi kwa sababu nzuri, mheshimiwa Rais aliniteua kuwa ndio mwenyekiti wa baraza la ushauri chakula pamoja na kilimo, kila nikipita natamani maeneo haya yapambwe sasa, na korido ya kilimo kila upande, sababu ukitoka hapo na kwenda nalo mpaka Morogoro, ni ardhi ni misitu ni mapori. Kwa hiyo hawa kunazungumza BBT, jenga kesho iliyo bora, vijana Nikasema hapana, iko siku itabidi turopoke kwa mheshimiwa rais kwamba huu uh, ukanda tunaouona umeambaa um, na reli nzuri kiasi hiki, tuupambe kwa maua gani? Na maua the best ni kilimo tu, iwe miti ya matunda, matunda, miembe, machungwa, maeneo ya Morogoro yale, kilimo cha mpunga, kilimo cha mahindi, kilimo cha alizeti. Mimi naamini kabisa tunaweza tukawa tumechangia kwa kiasi kikubwa, maana reli na stesheni zake inakuwa vile vile ndio sehemu sasa unapakia mizigo yako, inasafiri kwenda maeneo yanayotakiwa kwa urahisi tu, kwa urahisi sana. Nasema watalii wengi wanakuja nchini hawajaona maonjo ya reli hii. Wakiona, walio wengi watakuwa na tamani kitua Dar es Salaam apande treni ap, yes, amepangiwa mahali fulani, yeye anataka enjoy huko njiani bila gharama. Gharama yake ni nauli ya treni. Sasa bahati nzuri, leo nimekutana na rafiki yangu Kato, huyu mtengenezaji wa divai, nikawa tunazungumza swala la reli Akasema tena, mzee umesema jambo hilo, ngoja nikwambie. Anasema mimi nina watu wengi sana wanaokuja Tanzania kwa ajili tu ya kuonja divai ya Tanzania, kwa sababu wanashangaa kwa nini divai ya Tanzania ina taste ambayo ni nzuri sana kuliko pengine divai nyingine. Akasema na mimi natumia mwanya huo huo, naambia njoni, pandeni esijara sijara, mje Dodoma, wanamshangaika na, na ndege au magari anasema nimepata wageni kutoka Korea ya Kusini, akapata wageni kutoka Ulaya, ilikuwa Finland, Denmark, na wapi? Anasema Mheshimiwa waziri mkuu mstaafu, ukisikia comments zao unasema, eh jamani, hawa watu waliokuja na jambo hili Mungu awabariki na tumshukuru mama Samia, kwa sababu amelivalia njuga kuhakikisha kwamba reli hii inatekelezwa kama ndoto ilivyokuwa imepangwa, na huko tukifika, utaona tu takuwa imefanya kazi kubwa sana. Lakini awashangaeni hata hii mnaoifanya hii, si mnaitangaza reli hapa? <laughs> <laughs> aliyewapa wazo hili naye muungwana, lazima tumshukuru sana. Sasa viongozi wanza watasema eh, na wenyewe wanapanda kumbe treni, ngoja na mimi nikapande kwa hiyo unakuta idadi ya watu inazidi kuongezeka, lakini mwisho tuzidi kuomba tu kwamba mara nyingine, wakati mwingine, madudu haya yanataka teknolojia za kisasa za kileo nashukuru tu kwamba mpaka sasa mambo si mabaya, tiketing, mambo ya tiketi haya na nini na nini, lakini lazima sasa wazame kwa undani, ili haya mapato tunayozungumza bilioni hamsini karibu na nne ndani ya kipindi kifupi hiki yazidi kupaa, na matumizi ya mifumo hiyo ya TEHAMA ndio kwa sehemu kubwa yanayotusaidia kuokoa fedha kwa hiyo inabidi sasa, kama lishirika kubwa hili, wajaribu kuona wana wataalamu wa namna gani kusimamia ile mifumo, ili wajanja wasio wakaingia pale wakaanza kuichezeachezea, mnadhani mnapata kumbe imepatikana. Kwa hiyo wakifanya hii kazi vizuri, mimi naamini kabisa tutatoka vizuri. Lakini panataka vile vile management yetu, na bahati nzuri Kadogosa ni kijana mzuri, pamoja na bodi yake waliangalia ili kwa umakini kubwa sana. Pesa zitaongezeka tu, ndio maana wenzetu tukienda kula hakuna cha kusema, wewe tiketi tiketi ya wewe wewe wewe usihangaike wewe, tumbukiza kwa mtindo huu tiketi yake itakuja moja kwa moja. Kwa hiyo sofa so good, na ninaona kuna mwelekeo huo. Niwapongeze sana wafanya kazi wote wa shirika la reli Tanzania na hasa, na hasa ninapolinganisha wasafiri wa milioni mbili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 6034 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.